Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki kutokea popote pale ulipo duniani. Leo ni wakati mwingine na ni siku nyingine ambapo ninaendelea kukuletea kipindi hiki cha siku hamsini za Pentekoste. A siku hizi kwa kweli tumeanza nazo tokea pale ile siku ya kwanza, na kwa leo tumefika siku ile ya nane. Tunamwamini Roho Mtakatifu ataendelea kututetea, ataendelea kutupatia nguvu, na tutakwenda nazo siku hamsini sini hizi hatua kwa hatua tukijifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na Roho Mtakatifu yanayohusiana kunena kwa lugha yanayohusiana na Pentekoste yenyewe pamoja na kumpenda Yesu na kumwishia yeye na kazi aliyotuweka hapa duniani tuifanye, ambayo ni kazi ya mavuno kuwaleta watu katika ufalme wake. Kwa hiyo basi, leo tuko siku ya nane kati ya siku zetu hamsini, na leo nimekuandalia mengi ambayo tutakwenda kuyaangalia hatua kwa hatua, na ninamwamini Mungu kwamba atatupatia neema, tutakwenda pamoja Tutajifunza kila siku, utakuwa unajifunza jambo moja kuelekea jambo jingine. Basi bila kupoteza wakati, twende moja kwa moja kwa yale ambayo nimeandaa kwa ajili yako siku ya leo. Leo tutaangalia kitabu kile cha Wagalatia, Wagalatia sura ya tano mstari wa ishirini na mbili na ishirini na tatu aya ni maneno ambayo Nadhani watu wengi wanafahamu wako familia na maneno hayo. A, Biblia inatuambia kwamba lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utuwema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Biblia inatuambia kwamba juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Kwa hiyo basi, hivyo ndivyo neno la Mungu ambavyo lilivyo siku ya leo. Kwa hiyo uh, Mtume Paulo akiwa anaandika kitabu hiki cha Wagalatia kwenye ile sura ya tano, akafika sehemu akasema, lakini tunda la roho ni. Sasa ukiangalia hayo mambo yaliyotajwa hapo kwa haraka haraka, ni mambo tisa ni mambo tisa yaliyotajwa hapo, ambayo kuna watu wengine wanaita ni ladha mbalimbali za tunda la Roho Mtakatifu, kwa sababu Biblia imetumia neno ambalo ni singular tangu kwenye lugha ya asili ya Kiebrania. Biblia hivyo hivyo haikusema matunda ya Aa, ni tunda la mpaka kwenye Biblia mbalimbali mbali za Kiingereza na Biblia yetu ya Kiswahili imeendelea kumaintain jambo hilo ilo kwamba lilikuwa kwenye umoja singular. Kwa kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba, lakini tunda la Roho ni kwa hiyo jambo la kwanza, kwa nini Biblia imesema kwamba hiki kitu ni umoja wakati sisi tunaona mambo mbalimbali mbali? Je, Mtume Paulo wakati anaandika kitabu hiki alikuwa hajui kutofautisha umoja na wingi au Roho Mtakatifu alikuwa anataka tujifunze nini toka kwenye kitabu hiki au mahali hapa? Aa, sasa yako mawazo mbalimbali mbali, na sidhani kama kuna mawazo labda ambayo ni ya kupotosha kabisa. Unajua kwenye Biblia ukipata tafsiri mbalimbali mbali, zinaweza zote zikawa sahihi, ili mradi hazipingani na kweli ya neno la, la Mungu, yani hazikuondoi kwenye msingi. Lakini ukiona kuna tafsiri, kitu fulani kinatafsiriwa kinakupeleka mbali na Mungu, hicho kiepuke mara moja. Lakini uh, vile unavyoelewa andiko fulani usifikiri ndio hivyo tu ilivyo. Uenda mtu mwingine akaja akakuelezea vingine zaidi, mwingine akaja akakuelezea vingine. Kama vyote ni ni vizuri, vinamtukuza Mungu, yote ni sawa kabisa. Sasa nimeasema hayo kwa sababu kwenye mstari huu, wapo watu wengi ambao wamejaribu kueleza mambo mbalimbali mbali, kwa nini Biblia imeweka umoja au wengine wamejaribu kusema hiki kitu chote ni umoja, yani kama vile tunda moja, ambao labda uki, ukilimega tokea upande huu unapata ladha nyingine, ukilimega tena kutoka upande huu unapata ladha nyingine. Kwa hiyo kuna mtu nishe kumsikia anasema ni ladha mbalimbali za tunda moja, na nadhani huenda ikawa sahihi lakini uh, kwa upande ambao nataka nitembee nao kwa siku ya leo, na ambapo ndo nitakazia zaidi. Unaona, jambo la kwanza Biblia nasema ni tunda la Roho. Tunda la Roho, huyu Roho aliyetajwa hapa sio roho yako wewe, ni Roho Mtakatifu. Kama Biblia yako ni kama ya kwangu, unaona ile roho ina herufi kubwa kuonyesha kabisa kwamba ni Roho Mtakatifu. Sasa actually tunda lilokuwa linatajwa hapa ni tunda moja tu, ambalo Biblia ikasema, lakini tunda la Roho ni upendo Upendo ndio the main subject, ndiyo jambo kuu, jambo lenye uzito kuliko mengine yote. Kwa hiyo hilo ndilo lilokuwa ala linazungumziwa. Alafu sasa unaweza kuuliza je, haya mengine vipi? Aya mengine yanatokana yote na upendo. Na upendo uliotajwa hapa actually sio upendo ambao unatoka ndani ya mwanadamu hapana, ni pendo linalotoka kwa Mungu. Kwenye lugha ya asili Biblia imetumia neno agape, ambalo tutaliangalia kwa undani kidogo maanake nini. Kwa hiyo tunda la roho ni upendo, huo ndo loko nazungumziwa, ndo maana akatumia neno umoja. Alafu ndani ya upendo kuna furaha, ndani ya upendo kuna amani ndani ya upendo kuna uvumilivu. Ukishaona upendo hauna uvumilivu, mtu hawezi kuvumilia, anataka afanye vitu vyake haraka haraka, jua kwamba huo sio upendo wa kweli. Ndani ya upendo kuna utu wema, kuna fadhili, kuna uaminifu, kuna upole, kuna kiasi. Hivi ni vitu vyote viko ndani ya kitu kimoja kinaitwa upendo. Sasa ukipata tafsiri nyingine, zinawezekana nyingine zikawa sahihi, sio kwamba hii ya kwangu ndio sahihi sana, hapana. Ziko nyingi na ziko sahihi tu. Kwa hiyo sasa, leo tutakazia jambo hili la upendo. Kwa nini Biblia iamue kufocus kwenye jambo hili la upendo? Biblia inatuambia tunda la Roho ni upendo, na upendo ni kitu kikuu ambacho Mungu akisha kiweka ndani ya mioyo yetu, basi kinazaa hivi vitu vingine vyote ambavyo vimetajwa hapa. Naomba nikuletee ushahidi toka kitabu kile cha Warumi sura ya tano mstari wa tano. Sasa hapa kwenye Warumi sura ya tano mstari wa tano Biblia inatuambia, na tumaini halitahayarishi kwa maana pendo la Mungu na ili neno pendo ndio lile neno lilokwambia agape, pendo la Mungu, upendo wa Mungu, pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Aha, kwa kumbe Biblia hapa inatueleza Roho Mtakatifu anapokuja ndani yetu, anamimina pendo la Mungu ndani mwetu, na kisha mimina pendo la Mungu, yale yote yaliyoandikwa kwenye Wagalatia sura ile ya tano mstari wa 22 na 23, yanaonekana kwenye maisha yako. Furaha itaonekana, upole, kiasi, uvumilivu, utu wema, fadhili, furaha na amani vitaonekana. Kwa nini? Kwa sababu tayari Roho Mtakatifu

pendo lake kwenye maisha yako. Unajua watu wengi yani ni kama hawako aware. Unaona haya mambo yote ni kwamba pale unapookoka ndipo Roho Mtakatifu anamimina pendo la Mungu kwenye maisha yako, lakini usipojua kwamba ili pendo liko ndani yako, inakuwa ni vigumu kuonyesha upendo na ni vigumu kujua au hata kufanya yale mambo yanayohusiana na upendo kwa sababu haujui. Ndio maana tunaenda kanisani, tunajifunza kwenye fellowship mbalimbali mbali tunajifunza, ili tukumbushwe yale mambo ambayo yako ndani yetu. Unaona, baada ya kuokoka, Mungu ameweka vitu vingi sana ndani yetu, lakini sisi waamini hatujavijua hivyo vitu. Kwa hiyo tunashindwa kuamini baadhi ya mambo ambayo yalishafanyika ndani yetu pale tulipookoka. Sasa siku unapookoka, Roho Mtakatifu anamimina pendo la Mungu hata kama usipolidhihirisha au kulionyesha. Hata kama pendo la Mungu lisipopata nafasi kwenye maisha yako, ukaishi maisha ya hasira, maisha yaliyojaa chuki na kisasi lakini tayari pendo la Mungu lilisha miminwa ndani yako. Kwa hiyo, kwa kadiri utakavyotembea vizuri na roho Mtakatifu, roho Mtakatifu atakusaidia kulielewa, ili pendo la Mungu ambalo actually pendo hili ni Mungu mwenyewe na namna ya kuliweka kazini, hatua kwa hatua. Kwahiyo hazina zote hizi tayari ziko ndani yetu, lakini wakati mwingi hatujui namna ya kuyaweka haya mambo kazini. Ndio maana tunajifunza sasa kitu kama hiki. Kwahiyo roho Mtakatifu anapoingia ndani yako anakusaidia kuweka kazini pendo la Mungu. Sasa labda ni kuonyeshe neno hili pendo toka kwenye lugha ya Kigiriki ili tuweze kufuatana kwa pamoja. Karibu tunapoingia sasa kujifunza. Ili pendo la Mungu kwenye lugha ya Kigiriki au Kiunani, tunasema kwamba linaitwa agape, kama nilivyokuambia agape, ambayo ndio inaandikwa hivi. Agape. Kwa sasa agape tunasema ni neno la Kiunani au Kigiriki linalomaanisha upendo wa kiungu usio na masharti. It is the divine and unconditional love. Jambo la kwanza ni pendo la kiungu. Unajua watu wengi wanachanganya tamaa na upendo, na kwa bahati mbaya sana. Tamaa mwanzoni inaweza kuonekana kama ni upendo, kwa sababu mtu amekutamani, hata kuonyesha anakujali, anakukea, eh, anakusikiliza, anakuheshimu, anakutanguliza wewe, kumbe tamaa imejificha nyuma ya pazia. Lakini hilo jambo ukilipa muda ndipo utakapojua kwamba ilikuwa ni tamaa au ni upendo. Sasa kwa wanadamu tuna tamaa, lakini ndo maana Mungu anatumiminia pendo. Sasa hili pendo la agape ni kwamba haiwezekani mtu kulionyesha kama hana Roho wa Mungu ndani yake, kama Yesu hauna uwezo ukalionyesha. Ndiyo, unaweza ukatoa milioni moja ukamhonga mtu au ukampa mtu, hiyo inawezekana kabisa, sio kwamba eti ndo una upendo wa agape kwa sababu umetoa milioni, kwa sababu umetoa nyumba nzima, kwa sababu huyu mtu umemlipia karo kuanzia darasa la kwanza mpaka chuo kikuu, eti wewe una agape? A a, unaweza ukayafanya yoyote na hauna pendo la agape. Agape jambo la kwanza ni pendo la kiungu. Ili siyo pendo la kibinadamu aa, ni something divine, ni kitu cha kiroho kinawekwa kwenye maisha ya ya kimwili uweze kudhihirisha. Wengi wanaweza wakadhihirisha tabia zinazotokana na pendo la agape, lakini hawana pendo hilo la agape ndani yao, na ni watu hatari sana. Epuka, Ogopa, kimbia kabisa pendo la namna hiyo. Kama nilivyokuambia, actually sio upendo, ni tamaa tu, lakini mwanzoni inaonekana upendo. Kuna watu hata walifikiri wanapendwa mwanzoni, watu wakawashauri, huyo mtu sio mtu sahihi, akasema msituonee wivu mtu wache ni na nini. Miaka miwili ikapita, miaka mitatu, miaka minne, mtu anakuja kumwacha kuna wengine kabisa wameshaolewa kabisa, wamefunga ndoa kabisa kanisani hivi, amepata mimba ya kwanza, amezaa mtoto, mtu akiwa na mimba ya pili anaachwa. Kwa hiyo <laughs> yani, tamaa mwanzoni inaonekana kama upendo, lakini upendo unapita kwenye testi ya time, kwenye muda ukiupima kwenye mda ndipo utaugundua kwamba ulikuwa ni upendo wa kweli au vipi. Lakini pale mtu anapookoka, ili pendo la kiungu Roho Mtakatifu analimimina ndani yetu, alafu ni upendo usio na masharti unconditional. Hauna condition kwamba ukifanya hivi na mimi nitafanya hivi na wewe ukifanya hivi itakuwa hivi. a ili pendo la Mungu ni pendo lisilo na masharti, na tunasema kwamba tofauti na aina nyingine za upendo, agape inalenga hasa mambo yafuatayo kama tutakavyoona hatua kwa hatua. Jambo la kwanza, tunapozungumzia agape, tunasema ni upendo usiotegemea hisia bali uamuzi wa hiari kwa hiyo ni pendo ambalo halitegemei feelings au emotions. Ni upendo unaotegemea uamuzi, yaani mtu unaamua kumpenda. Ndio maana Roho Mtakatifu akija ndani yako unajua aa, sifa nzuri kabisa ya kuthibitisha huyu mtu ana Roho Mtakatifu ni ili tunda la Roho ni upendo. Unaona, mtu anaweza akajazwa Roho Mtakatifu, akanena kwa lugha ribo sakara pashantara koraba ribo siki ni na nini, akanena kwa lugha, amefunga na kesha mpaka usiku ni na nini, ukaona huyu mtu amejaa Roho Mtakatifu. Sasa sikiliza, kipimo cha kwamba mtu ana Roho Mtakatifu. Unaona, wanafunzi walimpokea Roho Mtakatifu akiwa kwenye kile chumba cha juu, Matendo ya Mitume sura ya pili. Wanafunzi walikuwa kwenye chumba cha juu, lakini kuna watu wanasahau chumba cha ndani, mioyo yetu chumba cha ndani. Roho Mtakatifu anaanzia kwenye chumba cha ndani kabla hajakutana na wewe chumba cha juu, unapojazwa Roho Mtakatifu na nena ishara na karama na miujiza kutendeka. Kabla ya hayo jambo la msingi ni chumba cha ndani kwanza, upendo. Upendo unakaa kwenye chumba cha ndani. Kwa hiyo kumbuka, hilo ni jambo ambalo linamwonyesha huyu mtu ana Roho Mtakatifu kweli. Na kwa sababu Biblia imeita ni tunda, hakuna tunda bila mizizi. Maanake huyu mtu ndani ana mzizi Roho Mtakatifu ndo yuko ameshikilia kule ndani, huku nje wewe unaona ni tunda. Hiyo inamaanisha kwamba kule ndani kuna mzizi. There is no fruit without the root. Na mara nyingi wanasema kwamba the root is bitter but the fruit is sweet. Maanake ni kwamba mizizi inaweza ikawa michungu, lakini matunda mara nyingi ni matamu. Kwa hiyo mpaka kumwona mtu ameonyesha pendo la kimungu, usifikiri kwamba imekuwa rahisi. Roho Mtakatifu atakupitisha kwenye majaribu mbalimbali. Roho Mtakatifu atakupitisha kwenye moto ili utoke umeiva. Unapendeza kabisa, pendo la Mungu linaonekana kulia na kushoto. Moyo wako umejaa Roho Mtakatifu na pendo lake ili tunda la Roho Mtakatifu ambalo ni upendo pamoja na yale mambo mengine yaliyotajwa, vinadhirika. Hata mtu akikupiga ngumi, upendo unatoka, kwa sababu upendo umejaa ndani yako. Unajua, kuna yule mwingine anaweza asikurudishie, kwa sababu anajitahidi kujibalance balance, anajitahidi kukujibana, ili labda asijaka kutukana, asijaka kurudishia na wewe ngumi asija kupiga tumbo, anajibana jibana hivi. Sasa hicho ni kiwango kimoja cha kujibana au cha kujizuia, unajicontain uone kama inawezekana, lakini kuna ile kitu kinatoka ndani kabisa, sio kwamba unajaribu kutokushikwa na hasira aa, ni kwamba pendo la kweli la kimungu linatoka ndani yako, kwa sababu Roho Mtakatifu amelimimina. Na kwenye Warumi sura ya tano, unaona imetuambia kabisa, Roho Mtakatifu amemimina, ni kama picha ya maji, ameliweka ndani yako, let the love flow. Acha upendo ule utiririke kwa watu wanaokutukana, watu wanaokusema vibaya. Kinywa chako kijae maneno yaliyojaa rehema, amani, yani umwambie maneno mazuri zaidi mwombee adui yako. Bwana Yesu asifiwe sana, actually hatuna maadui. Maadui zetu ni maadui ya Bwana Yesu, kwa hiyo usiwe na shida. Vile vile tunasema kwamba huu ni upendo unaochagua kumpenda mtu hata kama si kwa sababu ya kwamba an, an, anafanya kitu fulani au anastahili kitu fulani, si kutokana na yale ambayo mtu anayafanya au anastahili kufanya kitu fulani au kupewa haki fulani, ndo maana mimi nampa hiyo haki? Hapana, ili ni pendo la Mungu lenyewe. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Tunapoenda kwenye tafsiri ya pili, tunapozungumzia agape, agape ni upendo wa kujitoa bila kutarajia malipo. Unajua, kuna mtu mwingine anafanya kitu fulani, anategemea atapata kitu fulani Unatoa hela yako ukitegemea utapata kitu fulani. Unamsaidia mtu ukiwa na mategemeo au matarajio, na we kwa sababu umemsaidia utapata kitu fulani. Hiyo sio agape. Huyo mtu aivo ajajazwa na roho wa Mungu, hilo sio tunda la Roho, yaani una upendo ambao unapita maelezo ambayo unaweza kuyatoa, ni pendo la Mungu lalo miminwa na roho mtakatifu. Sasa uwezi ukaongelea Pentekoste ukaacha kuongelea upendo, auwezi ukasema upendo tuweke pembeni, tuongelee miujiza na karama na kunena kwa lugha. Amna kunena kwa lugha kama hakuna upendo. Unaona, jamii yoyote inajengwa kwa upendo. Upendo na umoja na amani na furaha vikitawala kwenye familia, kwenye taasisi, kwenye kikundi chochote kile, lazima kitasonga mbele. Lakini kama kina chuki, kuvutana, kusemana, kusengenyana, hamtaenda mbele kinachoonyesha kwamba Roho Mtakatifu ameyajaza maisha yenu ni pamoja na hiki kitu muhimu cha upendo. Kama nilivyokuambia chumba cha ndani, kwani ni upendo wa kujitoa bila kutarajia malipo yoyote, ni aina ya upendo unaotoa bila masharti, unajitoa kwa ajili ya wengine. Yaani wewe unaangalia mambo ya wengine, huyo ndo mtu aliyejaa Roho Mtakatifu. Ukiongelea Pentecost, huyo ndo mtu anayeielewa. Hakuna upendo hakuna Pentekoste, hakuna upendo hakuna roho Mtakatifu. Uwezi ukamwingiza roho Mtakatifu. Kuna watu wakishikwa na hasira tu wanasema roho Mtakatifu amenijaa, roho Mtakatifu sijui hataki vitu gani? A, a, unaweza ukaonyesha upendo, unaweza ukathibitisha pendo la kimungu mahali fulani ukiwa umejaa roho Mtakatifu. Sasa hapo ndo roho Mtakatifu anafanya kazi kwa kiwango kikubwa Roho Mtakatifu aji tu kuvuruga vuruga kuleta chuki kugombeza kupiga na kufanyafanyaje? Pendo linaonekana kwa wingi mara nyingi juu ya mambo kama hayo. Biblia inatuambia hakuna sheria. Uwezi ukaweka sheria ufanye hiki mpaka hapa, alafu na huyu aje afanye hiki, yani unatarajia unategemea kitu fulani a. Onyesha pendo la kimungu, onyesha pendo la kimungu ikiwezekana Waingereza wanasema go extra mile, fanya zaidi. Hata kama umepanga na mtu bwana, hey, tuko kwenye zamu, labda kazini, mimi naanza saa moja mpaka saa nne na wewe utakuja saa nne mpaka saa nane, basi tumemaliza. Sasa wewe inafika tu saa nne umeshajiandaa kuondoka, sema huyu asipokuja atajijua, bwana tulishapatana, tulishaelewana. Ah ah, hapana, hapana, hapana. Pendo la Mungu haliendi hivyo. Upendo wa Mungu unajiongeza. Uenda huyu mtu amepata dharura, uenda amepata shida. Sawa, hajakupigia simu, hajakuambia chochote, usimwazie tu kwamba huyu ana roho mbaya. Aha, wewe ukiongeza risali moja kuna shida gani eh? Inawezekana kabisa. Kwa hiyo usiwe tu mtu wa kulalamika, onyesha upendo, tafuta sababu ya kuonyesha upendo, tafuta mtu wa kumwonyesha upendo, usiwe na chuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni pendo linaloangalia watu wengine zaidi kuliko kujiangalia wewe mwenyewe. Na namba tatu na mwisho, tunasema kwamba upendo ni upendo wa Mungu, hiyo agape, hiyo ni upendo wa Mungu kuelekea wanadamu, it's God love towards humanity. Kwa hiyo tunasema hii ni asili ya Mungu mwenyewe, upendo unaodhihirishwa hasa kupitia Yesu Kristo. Tunapoongelea agape love tunasema ni self-sacrificial. Ni ule upendo wa kujidhabiu ambao Yesu mwenyewe alijitoa pale msalabani kufa kwa ajili yetu. Hilo ndo pendo la kimungu ambalo Roho Mtakatifu sasa baada ya kuliona liko ndani ya Mungu, Roho Mtakatifu akasema, jamani, wanadamu wanalihitaji hili ili, ili niwaongoze vizuri itabidi niwaongoze kupitia ili pendo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, kabla ya kukuelekeza chochote, anachukua pendo ili analimimina ndani yako, na wewe utawapenda wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa, naelewa kipaumbele utakiweka kwenye jamii ya waaminio wale waliomwamini Kristo Yesu, lakini sio hao peke yao. Yesu hata alisema ukiwapenda tu wale wanaokutendea mema utakuwa na tofauti gani na wale wengine? Hata wale vibaa wanapendana, wananunuliana bia wavuta sigara wananunuliana, watu wanaofanya mambo mabaya wanasaidiana na wenyewe wao kwa wao. Kama we pendo lako linaishia tu kwenye kwenye kwenye kuwapenda watu wanaompenda Yesu tu? A a, hapana, hapana, lazima pendo lako lisambae hata kwa wale wanaokuchukia kwa wale ambao hawakupendi, kwa wale wanaokuombea mabaya, ufe, ugongwe na gari, ukatike miguu. Hao hao ndo Bwana Yesu akawaweka hapo, ili pendo la Mungu lionekane kupitia maisha yako wewe, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Yeye ni kama mzizi pale. Sasa huku nje, onyesha onyesha pendo la Mungu, onyesha pendo la Mungu kwa wanadamu wengine. Hata Yesu, Biblia inatuambia kuja kwake hapa duniani, hakuja kufa kwa ajili ya wenye haki tu no aliwapenda hata wenye dhambi. Kwa sasa pendo la Mungu liwe dhahiri katika maisha yako. Hiyo itakuwa inaonyesha kwamba kweli wewe umejazwa Roho Mtakatifu, unatembea na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amemimina pendo lake kwenye maisha yako, ajalimimina libaki hapo, alafu siku ya mwisho ifike useme pendo lako ili hapa aha, liweke kazini. Penda penda, onyesha upendo, haleluya Sio tamaa tamaa tu na vitu visivyofaa. Onyesha pendo la kwela dhati kwa ndugu zako, jamii inayokuzunguka. Watu wamuone Kristo kupitia maisha yako wewe kazini kwako Kristo kwa aonekane, kwenye huduma Kristo aonekane, mpaka wale wasiokupenda wamuone Mungu wakikutazama wewe, wamuone Mungu. Kwa hivyo ndo vitu ambavyo Mungu amevikusudia kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo tunapoendelea kukumbuka habari za Pentekoste, habari za Roho Mtakatifu, tukumbuke Roho Mtakatifu amemimina pendo lake katika maisha yetu. Sasa basi, naomba mimi nikuache mikononi mwa Mungu, niache, nimekuombea ili baraka na neema ya Mungu viambatane pamoja na wewe siku zote za maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mkuu, ni Mungu unayeweza. Asante kwa ajili ya mtazamaji huyu ambaye anatazama, ninamwombea neema yako Bwana, kama vile Biblia inavyotuambia kwamba Roho Mtakatifu umemimina pendo lako mioyoni mwetu. Kila aliyeokoka pendo lako liko ndani mwake, lakini Bwana, tatizo tulilo nalo, kuna wengine hawajui kwamba pendo hilo liko ndani yetu. Wengine hawajui namna ya kuliweka kazini katusaidie hatua kwa hatua, tukaliweke pendo lako kazini, kwa sababu wewe ulitupenda sisi kwanza. Hilo ndio pendo la kwanza katika maisha yetu, nasi tunajiombea kuliweka kazini pendo hilo, katika jina la Yesu Kristo, kukupenda wewe Mungu, kuwapenda wenzetu walioamini na kuwapenda wanadamu wengine wote hapa duniani, kudhihirisha utendaji wako na neema yako kwa kila mmoja mmoja, katika jina la Yesu Kristo, ninaliombea hilo pendo ambalo liko ndani ya moyo wa huyu mtazamaji ambaye anatazama, lakini hajaliweka kazini, ameshindwa kusamehe, anaishi katika chuki, anaishi katika hofu, kwa sababu Biblia inatuambia pendo la Mungu linaitupa li nje hofu. Kwa jina la Yesu Kristo, linakwenda kinyume na kila namna ya hofu, katika jina la Yesu Kristo, pendo la Kristo likajaze huo moyo, pendo la Kristo likajaze huo moyo, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa watu wengine wote, katika jina la Yesu Kristo ninatamka pendo la Mungu likatawale maamuzi unayoyafanya, pendo la Kristo likatawale kila msimamo ulionao katika jina la Yesu Kristo, na likakusaidie kuonyesha pendo na tunda la Mungu tunda la Roho Mtakatifu likawe kazini kwenye maisha yako kuanzia kwenye upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, upole na kiasi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazaret, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, wasaidie watu hawa. Bwana Yesu, wasaidie kupitia Roho yako Mtakatifu. Roho Mtakatifu, endelea kuwahimiza na kuwakumbusha kwamba wao ni watu wanaopendwa sana. Mungu aliwapenda kupita kiasi, Mungu aliwapenda kupita maelezo, akamtuma Yesu Kristo na sisi imetupasa kuwapenda na wengine pia. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu utatusaidia kuweka pendo la mungu kazini siku zote katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, Amen. Barabara kabisa, barabara kabisa. Mpenzi mtazamaji, asante kwa kushiriki kipindi hiki pamoja nami kwa siku ya leo. Ni kutakia wakati mwema. Ulikuwa pamoja nami Pasta Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Church na Mungu wangu wakubariki tena mpaka wakati mwingine, kwaheri.